Nukaribishe mpenzi mtazamaji wa TBC1 katika dondoo za magazeti kwa siku ya leo, ambapo kubwa katika gazeti la The Guardian ukurasa wa mbele ni kuhusiana na mradi wa mabasi yaendayo kasi, ambapo The Guardian linaandika uh, mabasi 138 ya kampuni ya UDA ambayo itakuwa inatoa usafiri, huduma ya usafiri wa magari hayo yaendayo haraka yamewasili kutoka China na katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la The Guardian umepambwa na picha inaonyesha, uh, moja ni basi aina ya Ikarus, ambapo ilikuwa basi la kwanza la Uda uh, mabasi ya Uda katika miaka ya themanini, ambalo liletwa kwa ajili ya kuondoa kero ya usafiri jijini, na upande mwingine ni mabasi mapya ambayo yamewasili. Hata hivyo uh, Mradi huu ulikuwa wa, wa, wa miaka 80 ulikuwa muda mfupi. Hilo ni gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele. Habari e, nyingine inasema mifuko ya hifadhi ya jamii yaongeza e, michango yake katika pato la ndani la taifa. Hilo ni gazeti la The Guardian ukurasa wa mbele, na wataalamu wa hoji Eh, kuhusiana na serikali kukoma baada, eh, kukopa baada ya kuwa na deni linalofikia trilioni arobaini. Na gazeti la wiki initaka eh, serikali kuilipa eh, bilioni sita baada ya kufungiwa. Hilo ni gazeti la Mwanahalisi. Hilo ni gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele. Daily News kwa upande wake limeandika kwa maandishi makubwa: Magufuli ataka kila mtu uh, endapo atapewa ridhaa kuongoza nchi atataka kila mtu kulipa kodi, wakiwepo wafanya biashara wakubwa, makampuni makubwa, na pia ameahidi kuongeza ukusanyaji uh, wa kodi kutoka shilingi bilioni nane eh, kuwa atakusanya maradufu. Uh, ni ukurasa wa mbele wa gazeti hilo la Daily News. Pia kuna habari inayosema mradi uh, wa mabasi, mredo, mabasi kasi. Uh, si yaleta mabasi mengine mia moja thelathini na nane uh, na mgombea rais kupitia tiketi ya uh, kupitia Chadema katika Umoja wa Ukawa Edward Loasa asema ana mpango wa kuboresha uh, huduma za jamii katika jiji la Dar es Salaam endapo atapewa ridhaa ya kuongoza nchi. Hilo ni gazeti la Daily News ukurasa wa mbele. Raia Tanzania kwa upande wake linaandika mafisadi wamenikimbia CCM, asema Magufuli. Mboe azidi kumbana Bulembo. mabasi yaendayo haraka ya wasili Nipashe kwa upande wake linaandika ukweli udukuzi WhatsApp ni huu. Nipashe agundua mchezo mchafu uliopangwa ukawa CCM hofu ya kusambaza matokeo feki uchaguzi mkuu ya tanda Magufuli apokewa kwao kifalme. Loasa kusafisha mashangingi neki yapuuza uh, malalamiko ya Mboe. Hilo ni Nipashe katika ukurasa wake wa mbele. Majira linaandika kuhusiana na kampeni za CCM Ukawa, Loasa wataisoma uh, tutashinda, asema Magufuli. Habari uh, Leo linaandika Magufuli aagwa kwao, asema sitabadilika. Uhuru linaandika Chato azizima, Magufuli ahutubia mkutano wa kihistoria Chato, msukuma mchana mgombea tugeukia kurasa za michezo na burudani. Uhuru linaandika Simba ya chanua. Habari uh, leo linaandika Kiiza ajibu mapigo, naona muda unaotupa mkono.